Na kwa bahati mbaya sana soda tu ile ukichukua yenye ujazo wa milimita 330 ina sukari kuanzia gramu 45 mpaka 50, yani mara mbili ya kiwango cha sukari ambacho kimewekwa na shirika la afya duniani, kwamba kiwango cha sukari kinachotakiwa kutumia kwa siku hasa hasa added sugar kisizidi vijiko sita, ambao ni sawa na gramu 25. Kuna, kuna, wale wengine hapo utakutae akisikia njaa ya eh, pombe na nyama kidogo, pombe labda wengi walikuwa walinywa Pombe ni moja kati ya vinywaji ambavyo vinanyanyua kwa kiasi kikubwa hamu ya kula. Mtu yote anayekunywa pombe mara nyingi sana anakuwa na hamu ya kula. Mara nyingi utakutana na hamu ya kula nyama, utakuta mara nyingi uko pembeni na nyama za mafuta kama kitimoto na kadhalika. Sasa hii ni hatari sana kwa sababu pombe nyingi zinakuwa na kalori ambazo hazina virutubisho. Nikisema kalori maana yake ni nishati inayotengenezwa kutoka kwenye kinywaji husika. Pombe ina kalori nyingi ambazo hazina virutubisho katika mwili. Kwa mfano, pombe kali, sitozitaja hapa, wote unazijua, zinaweza zikawa na kalori kuanzia 60 mpaka 70. Sasa hicho ni kiwango kibaya sana. Kwa sababu mtu mwenye tabia hii ya kula kidogo kidogo kwamba baada ya muda fulani anaweza kula kidogo, akanywa kinywaji, akanywa kidogo. Kitu kama pombe kwa mtu ambaye ana interval ya katikati kwamba kila baada ya muda fulani anakunywa chupa moja, kila baada ya muda fulani anakunywa chupa moja. Kitu kinachotokea huyo mtu kwenye ini lake kuna familia ya protini ambayo inashughulikia kazi ya pombe. Familia hiyo inajulikana kwa jina la CYP450. Familia hii ina protini nyingine nyingi ambazo zinafanya kazi mbalimbali pale kwenye ini. Kuna protini moja inajulikana kwa jina la ADH au ADH1 na ADH2. Nikisema ADH sina maana ile antidiuretic hormone lakini ina maana ya alcohol dehydrogenase enzyme. Itaenda kufanya kazi ya kuconvert ile alcohol inayonywa, I mean ethanol, kwenda kwenye acetaldehyde. Acetaldehyde ni compound ambayo ina sumu kali au haihitajiki sana mwilini. Kwa hiyo kitu ambacho kitafanyika, hiyo acetaldehyde itaenda kuvunjwa na enzyme nyingine inayojulikana kwa jina la ALDH, acetaldehyde dehydrogenase. Itaivunja acetaldehyde kwenda kwenye acetate ambapo acetate ile ni less harmful. Itaenda kuingia kwenye reactions za Krebs cycle na kutengeneza ATP, maji na carbon dioxide kama byproducts za Krebs cycle. Sasa kibaya ni kwamba zile kalori ambazo zipo kwenye pombe uliyoinywa zitaenda kwenye ini, na kwa sababu kwenye ini pombe ikifika, cha kwanza kabisa inashughulika kwanza na kuiconvert ile alcohol ili iende kwenye product ambazo ni less harmful, ile kalori itabakia pale kwenye ini. Kama kiwango kikubwa cha nguvu kitatengenezwa na seli kwa mfumo wa ATP, inamaana kwamba zile kalori zitachakatwa tena kwenda kwenye mfumo wa acetate, ili ziingie Krebs cycle na kutengeneza ATP, kwa sababu tayari ATP ipo ama nguvu zipo za kutosha. Kwa ina maana ile kalori itabakia pale kwenye ini. Na kama kalori nyingi haitachakatwa ina maana mafuta mengi yatabakia kwenye ini. Hii itaenda kusababisha kitu kinachoitwa fatty liver disease. Ina maana zile seli za ini zitashindwa kufanya kazi vizuri. Kwa ina maana detoxification haitafanyika katika kiwango kile tulichokizoea, hata protini muhimu kama albumin, fibrinogen hazitotengenezwa pale kwenye liver. Ina maana kazi yake imeingiliwa na mafuta mengi.